Yeye atatufunga tu maeneo mengine mengine, lakini kombe lile pale hachukui. Nakumbuka mwaka sabini na tatu mwaka sabini na tatu Yanga alifunga goli moja. Toka kipindi hicho sijashuhudia Yanga anachukua kombe mbele ya macho ya Simba, lakini mwaka ukachukua kibaya zaidi, atufunga back to back mara tano. Sasa hii inaonekana, bodi washtuke, sio wajifiche kwenye kichaka cha kumdondoshea mangungu hii back to back mara tano, na anakuja kuchukua kombe mbele ya macho yetu. Bodi walitakiwa wasinyosheane vidole, waitane na washirikiane na mangungu na mwenyekiti wetu wa bodi ya ligi, bodi ya ya Simba ya, ya wakae chini, sio wakati tena wa kunyoshana vidole. Sisi wazee tumekuwa tunatokeza mara kwa mara kwa sababu ya lakini, sasa kwa hili tuna washauri, tunawaomba kabla hatujaharibikiwa, muda bado tunao, weledi tunao, uwezo tunao, tukae chini tuitengeneze timu kama vile anavyosema kocha wetu anaitengeneza timu. Sisi tuna sababu gani ya kunyosheana vidole? Hatuna sababu ya kunyosheana vidole. Kwa hiyo ningependa ni mshauri mwenyekiti wa bodi ya Simba Sports Club pia Murtaza Ali Mangungu na hawa ambao ni bodi ya washauri, hawa ni washauri waliochaguliwa na mwenyekiti wa bodi. Wahitane wakae pamoja. Kama watashindwa, basi kuna sababu za kumuomba Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, kwa maana jambo hili analiweza. Kama huko tulikotokea kuna watu walisema tuchezi ng'o na fulana wakachapisha sisi tulitokeza mbele yenu waandishi wa habari, tunawaambia watani zetu, njooni kufungana, ndio vitu vya kawaida. Leo mnatufunga sisi, kesho mtafungwa nyie. Hatimaye wamebadilisha maneno yao, wamekuja ayaangalia Mungu alivyowaajabu, walikuwa wanaogopa ndo wamepata matokeo na wao walikuwa wanaogopa, walikuwa wanajua hatujawahi kuchukua kombe mbele ya mtani wetu, hiyo ndio ilikuwa na watia oga, lakini wamepata. Sasa sisi tuna tatizo gani? mimi niwaombe mtazari mangungu, nanisikia bodi ya ligi, bodi ya Simba Sports Club mnanisikia, pamoja na mwenyekiti wetu na ile bodi iliyochaguliwa kwa ajili ya ushauri, naomba mkae pamoja. Kama mkishindwa kukaa pamoja, maana yake kuna kitu nyinyi mtakuwa nacho, na hii itakuwa sio slogan ya Simba nguvu moja sisi huku tuko hoi chini. Viongozi wa matawi, wanachama, wapenzi, mbona tunakaa pamoja na tunasubutu kutoa vyetu kwa ajili ya kuipambania Simba yetu? Sasa vipi leo bodi mtafautiane, wakati nyinyi kule mko kivulini? Mimi siamini, lakini nitakuwa mtu wa mwisho kuamini kama bodi ni chombo kinachoweza kufanya maamuzi ya hovyo kwa kutokushirikiana kushirikiana na wanachama na kama wanamsusia Mangungu maana yake wanasusia wanachama, hapo watakuwa wamekwenda tofauti na katiba. Ndugu zangu, na nyinyi wanahabari, nyinyi wanahabari, muwe watu wenye kulifata jambo kwa njia ya kujenga, si kwa njia ya kulichotea. Nasema hivyo nikiwa na maana siku kama tatu au nne, wanahabari walikuja pale Mwembeyanga akamuoji mtu mmoja ambaye zamani alikuwa ni mwenyekiti wa Chui. Huyu alikuwa mwenyekiti wa Chui, akaoji watu pale ambao wana nasaba na Simba na yeye ni mwanasimba mwenzetu, lakini kwa maajabu, yeye amelipuka tu, mangungu tuachie timu yetu, mangungu tuachie timu yetu. Kwa kweli, nilipoona ile clip nilisikitika sana, sio wakati wake huu. Kama wewe mwanamichezo, anatakiwa tafakali ufikiri Imekuwaje simba hii tunafungwa mara tano? Imekuwaje? mimi ninavyojua dabi, hata mkiwa wabovu, lakini ile passion morality, mtani wako awezi akakugaragaza mara tano, alafu hiyo mara ya tano kombe uwanjani. Bodi tunaiomba, jengeni msimamo wa pamoja, mtoke na neno moja. Sisi kama wazee tuna utayari wa kuyapokea yale ambayo nyinyi mtakubaliana Simba nguvu moja. Mimi sina mengi zaidi, nimefilisiwa na mtangulizi aliyetangulia hapa, ambaye ni mjumbe wa kamati yetu. Waandishi wanahabari na Simba wenzangu, tuna kila sababu za kumwombea dua kiongozi wetu Mheshimiwa Mangungu, maana yuko kati kati ya mtihani kule, kwenye bodi mchuzi wa moto, na huku wanachama hawaelewi sasa. Tunapaswa wanahabari, tuliendee jambo kwa msingi wa kuijenga Simba Sports Club, maana Simba ilivokuwa ya tano barani y Afrika, hii ni sifa pekee katika Afrika Mashariki. Hakuna timu mpaka hivi sasa ipo kwenye kumi bora, na tunatarajia tujipange mwakani tusogee kwenye nne bora, ili kule dunia itambue kuna Tanzania imewakilishwa na klabu fulani. Naomba na nyinyi wanahabari, muwe na maumivu hayo.